ogope wala usifadhaike. Anasema, msifadhaike moyoni mwenu, ikiwa mnamwamini Mungu, niaminini na mimi nami. Nimekwambia asubuhi ya leo, usijipe shida, Mungu yupo. Anasema, hata mpitapo katika maji mengi hayata wakarikisha wa endapo moto wala mwali wa moto hautowaunguza, kwa maana mimi ni Bwana Mungu wenu, niko pamoja na nyinyi. Wewe unajua Mungu yuko pamoja na wewe asubuhi ya leo. Tunaisoma hiyo kwenye Isaya arobaini na tatu na ule mstari wa tano, anasema msiogope, maana mimi Mungu niko pamoja na wewe. Fikirisha asubuhi ya leo na kushauri, kwa jina la Yesu usifadhaike. Mungu atatenda, hawezi si kukuacha wewe, jambo la msingi, ongeza imani kumwamini Bwana. Inawezekana unapitia migogoro na kesi. Anasema kwenye ile injili ya Luka sura ile ya kumi na mbili mstari wa kumi na moja mpaka wa kumi na nne tumesoma pale neno la Mungu linavyosema. Barikiwa anasema nanyi mtakapopelekwa, barikiwa anasema nanyi mtakapopelekwa kwa mahakimu, kwa mabalozi, kwa wanasheria wa, wa, wa msiwaze namna mtakavyojibu anasema maana Roho Mtakatifu atakuwa pamoja na wewe akiwapa maneno ya kusema kwa wakati huo. Ndio maana sema, usiogope popote unapoenda, usifa acha kataro ya kufadhaika. Haleluya, kataro ya mafadhaiko asubia leo, unapoingia popote ipe moyo mkuu, mwamini Bwana, Bwana atatenda, ipe moyo